Tukae waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Waheshimiwa, kwanza ni shukurani kwa Mungu